Ifahamu dawa inayoitwa Cotrimoxazole. Cotrimoxazole ni dawa inayotumika kutibu maambukizi ya bakteria. Inajumuisha mchanganyiko wa dawa mbili, Sulfamethoxazole na Trimethoprim, ambazo hufanya kazi kwa pamoja kuzuia ukuaji wa bakteria. Sulfamethoxazole inatoka kwenye kundi la dawa linaloitwa sulfonamide, na Trimethoprim inatoka kwenye kundi la dawa linaloitwa antifolate. Mchanganyiko wa dawa hizi mbili huzuia bakteria kuzaliana kwa kuingilia mfumo wao wa utengenezaji wa folate ambao ni sehemu muhimu kwa ukuaji wa bakteria. Jinsi dawa ya Cotrimoxazole inavyofanya kazi. Cotrimoxazole inazuia ukuaji wa bakteria kwa njia zifuatazo. Tukianza na dawa ya Sulfamethoxazole. Hii inazuia hatua ya awali ya uundaji wa asidi ya folic ambayo ni muhimu kwa bakteria kutengeneza DNA zao. Lakini Trimethoprim inazuia hatua inayofuata ya uundaji wa asidi ya folic. Hivyo kuasili kabisa uwezo wa bakteria kuzaliana. Kwa kushirikiana, dawa hizi mbili zinafanikiwa kuzuia ukuaji wa bakteria kwa ufanisi zaidi kuliko zikiwa zimetumika kila moja peke yake. Matumizi ya Cotrimoxazole. Cotrimoxazole inatumia kutibu maambukizi mengi yanayosababishwa na bakteria. Baadhi ya maambukizi hayo ni pamoja na maambukizi ya njia ya mkojo, yani UTI. Maambukizi hayo husababisha maumivu na hisia ya kuwaka moto wakati wa kukojoa. Cotrimoxazole husaidia kuondoa bakteria wanaosababisha hali hii. Lakini pia hutumika kutibu bronchitis, maambukizi ya njia hewa ya hewa yanayosababisha kikohozi na kupumua kwa shida. Cotrimoxazole inaweza kusaidia kutibu bakteria, maambukizi ya bakteria yanayosababisha bronchitis. Hutumiwa kutibu homa ya mapafu yaani nimonia. Cotrimoxazole hutumika kutibu maambukizi ya kwenye mapafu hususani kwa watu wenye upungufu wa kinga kama wale wenye virusi vya Ukimwi watu wenye upungufu wa kinga hupata nimonia inayosababishwa na nimosisti jirovecii na ni maambukizi hatari. Cotrimoxazole ni mojawapo ya dawa kuu za matibabu na hutumika kama kinga kwa hali hii, lakini pia hutumiwa kutibu ugonjwa wa otitis media, maambukizi ya masikio hasa kwa watoto, lakini pia hutumiwa kutibu maambukizi ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, yani enteritis, maambukizi ya bakteria katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kama vile salmonella yanaweza kutibiwa kwa cotrimoxazole. Jinsi kotimoksazo inavyotumika. Kotimoksazo hupatikana kwa njia ya vidonge, kwa njia ya kumiminika kwa watoto, na sindano kwa baadhi ya matukio. Dawa inapaswa kumeza mara mbili kwa siku kwa muda maalum uliopendekezwa na daktari, mara nyingi ni siku tano hadi siku kumi na nne kulingana aina ya maambukizi. Kumbuka, dawa hii ni bora zaidi inapochukuliwa baada ya kula ili kupunguza uwezekano wa madhara ya tumbo. Ni muhimu kumaliza dozi yote hata kama dalili zimepungua ili kupunguza usugu wa bakteria zidi ya dawa. Mauzi madogo, yani side effect ya cotrimoxazole. Kama ilivyo kwa dawa nyingi za antibiotiki, cotrimoxazole pia inaweza kusababisha mauzi madogo kwa baadhi ya watumiaji. Baadhi ya mauzi hayo huwa ni ya kawaida na mengine na yanaweza kuwa makubwa. Mauzi ya kawaida ni kichefuchefu na kutapika kualisha, maumivu ya tumbo na mzio wa ngozi, yani allergic rashes. Mauzi makubwa lakini nadra kutokea ni athari kwenye damu. Cotrimoxazole inaweza kusababisha upungufu wa seli za damu yani anemia, thrombocytopenia au leukopenia kwa baadhi ya wagonjwa, hasa wale wenye matatizo ya figo au wazee. Lakini pia inaweza kusababisha athari kwenye ini. Hali ya kuvimba kwa ini, yani hepatitis inaweza kutokea kwa nadra, lakini sio wote wanaweza kupata. Ni nadra sana kutokea. Lakini pia inaweza kusababisha mzio mkali yani anaphylaxis. Huu ni mzio mkubwa, unaweza kusababisha kupumua kwa shida, uvimbe wa uso au koo, na mshtuko wa mwili. Tahadhari: wagonjwa walio na mzio wa dawa za sulfa hawapaswi kutumia dawa ya cotrimoxazole. Wanawake wajawazito na wanaonyonyesha wanapaswa kutumia dawa hii kwa uangalifu mkubwa, na ni muhimu kumshirikisha daktari ili kuamua matibabu husika. Wagonjwa matatizo ya figo au ini wanapaswa kupunguza dozi au kuepuka kabisa matumizi ya dawa hii kulingana na hali yao. Cotrimoxazole ni dawa yenye uwezo mkubwa wa kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria, lakini inapaswa kutumiwa kwa uangalifu na chini ya maelekezo sahihi kutoka kwa daktari ili kuzuia madhara na kujikinga dhidi ya usugu wa bakteria yani bacteria resistance. Hakikisha umesubscribe channel yetu ya Dr. Rafiki ili wa kwanza kupata masomo ya afya tunayoweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Asante kwa kunisikiliza, nikutakie afya njema.